siku ya tarehe 29 kura zilizopigwa Mafia mwaka huu zilikuwa hazina mfano wake. Ndugu zanguni, mimi hiki ni kipindi cha pili, nayo takwimu ya watu waliopiga kura na kuniunga mkono mwaka ishirini ishirini walikuwa wapiga kura kumi na mbili elfu na mia sita Mwaka huu ndugu zanguni, kura ambazo mlizitoa na kunipigia kura mimi kati ya waliojiandikisha na waliojitokeza zaidi ya asilimia tisini na saba watu, ishi, watu thalathini na sita elfu walijitokeza na kuniunga mkono na watu zaidi ya thalathini na saba elfu walijitokeza na kumpigia kura daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu kwa wema ule ambao mngeweza kuamua chochote tu siku ile, mimi sikuweko jimbo, sikuweko wakati unapewa karatasi, sikuwepo wakati unapewa kalamu, sikuwepo wakati unapiga tiki, lakini nyote mlitoka kwa kauli moja kwamba mkasema rais ni daktari Samia, mbunge ni Kipanga na diwani ni Msabaha. Wazee wangu, ndugu zangu, kipekee nimefarijika sana, ninawashukuru sana Ninawashukuru sana ninawashukuru sana asanteni sana kwa imani, asanteni sana kwa wema, asanteni sana kwa ihsani ye yeah. Ndugu zanguni, <coughs> sina neno zuri zaidi ya kusema asante, na warabu wanasema man la yashukuru nas la yashukuru Allah, ya yule ambaye hawezi kuwashukuru binadamu wenzake hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kipekee ndugu zangu, mimi leo nimekuja kuwashukuru. Ahadi yangu kwenu, nitaendelea kuwa mwaminifu kwenu, mwadilifu, msikivu, mtu mwenye upendo, lakini nitasema kweli. Na ndugu zanguni, nitakwenda kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba yale yenu ni ya kwangu, changamoto zenu ni changamoto zangu. Nitakwenda ndugu zanguni, kusimamia kusimamia mambo yenu, kusimamia changamoto zetu, kuhakikisha kama hatuzimalizi basi tunazipunguza kwa kiasi kikubwa. Tunataka tukujenge jimbo mpya, tunataka tujenge Kirongwe mpya, tunataka tujenge Mafia mpya, lakini tutaijenga hii kwa ushirikiano na mshikamano. Kwa hiyo, niombe upendo huu, isani hii na wema huu, tuendelee kuishi nao kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, ambao mimi ndugu yenu menipa ridhaa ya kuwatumikia wazee wangu kwa hiyo kipekee wazee moja tu kubwa ambalo nsema nije kwa kwa kuambia ni hili la la kuwashukuru na hili nikasema nisitume mpana na hili nikasema nisilete mshenga nije nilizungumze mlisikie kutoka mdomoni mwangu mimi mwenyewe na lisikike kwenye masikio yenu nyinyi wenyewe hapo vipi hapo vipi hapo vipi hilo la kwanza wazee wangu. Jambo la pili, jambo la pili, ndugu zangu, ni mimi nimekuwa mtumishi wenu ni miaka mitano iliyopita, na miaka mitano ilikwisha ile siku ya tarehe ishirini na tisa ndio tulikuwa naweka ukomo kwa miaka mitano na kuanza muhura mpya wa miaka mitano mingine. Leo nimekuja kwenu wazee wangu, kama ilivyo ada na desturi yetu kila tunapoanza muhula mpya wa uongozi ni lazima tuanze na nyinyi. Kwa hiyo nimekuja kwenu. Jambo la pili ndugu zangu, nimekuja kuwasikiliza. Nadhani hapa jimbo jambo, jambo gani wakati tunaanza kipindi cha miaka mitano ijayo, ukianzia sasa tuanze na jambo gani? Kama mtakumbuka, mwaka 2020 nilipokuja nivyokuja hapa niliambia, tunataka shule. Jambo la kwanza la kwanza nalo lilikuwa ni nini ni shule na tulianza kweli na shule na nadhani sasa hivi, tofauti na miaka mitano iliyopita, si ndio? Tofauti na ishirini ishirini shule yetu. Lakini nakumbuka nilipofika hapa mkaniambia bwana zanati, tunataka tumalizie zanati yetu tuhamie. Tulianza na tukahamia mingi, sio na mengine mengi mliyazungumza, na naamini kwa kiasi kikubwa yale yote ambayo mliniagiza, mlinielekeza mlinishauri kwenye kikao chetu kile cha kwanza kabisa kama hiki, kwa asilimia tisini tumeyatekeleza kwa ushirikiano na mshikamano na upendo. Kwa ndugu zangu, ni eneo la pili, ni waombe yale ambayo mnadhani leo ni muhimu tukaanza nayo, wakati tunaanza kipindi cha miaka mitano ijayo, muyazungumze. Kwa hiyo kikao chetu kitakuwa na pande mbili, mimi nikimaliza nitampisha mheshimiwa diwani azungumze kidogo kwa uchache halafu baadae na nyinyi yapo kwa muktasari. Hatuwezi kumaliza mambo yote leo, kwa hiyo tutazungumza kidogo kwa muktasari na kwa watu wachache, ili tuwawahi, na wenzetu wa Kirongwe wanatusubiri. Lakini kila mtu kama analo alitoe, na mimi niliweke kwenye record. Twende tukaanze uratibu wa namna gani tunaweza kusimamia jambo letu hili. Kama mnakumbuka, jingine ambayo tulizungumza ishirini ishirini, watoto wetu watembea umbali mrefu kwa sekondari kutoka Tongani Nyamvula, Jimbo Nyamvula, eh kutoka sijui hapo hela si hapo Nyamvula, kutoka Banja Nyamvula, kutoka Jojo Nyamvula shekhe. Shule ndugu zangu, ni shule yetu, Januari inaanza kazi, ni idhini la shule yetu, inaanza itaanza kazi kwayo, tutowetu nao kutoka hapa Jimbo hawataenda Nyamvula. Watoto wetu kutoka Tongani hawataenda Nyamvula. Banja na Jojo hawataenda Nyamvula. Futa Mlali hawataenda tena Nyamvula. Form 1 wataanza kupata elimu yao ya kidato cha kwanza wakiwa kijijini hapa hapa. Hayo mliniagiza, hayo mlinituma, hayo mlinishauri, hayo mlinielekeza. Kwa tunataka misingi hiyo tupate cha kuanza nacho. Hao mingine ya kukumbushana tu. Kwa kaka, sawa, hili hapa tunajua kwamba lishaanza kufanyika, tunakukumbusha nalo ili liweke katika utekelezaji, tulifanyia haraka kidogo, tulipush. Tutakwenda kulisimamia ndugu zangu kwa uaminifu, uadilifu na unyenyekevu mkubwa. Kwa kipekee ndugu zangu, nimekuja na, na hayo mambo mawili nimekuja kuzungumza kwenu na naomba sasa mridhie nimpishe mheshimiwa diwani na kama atakuwa na jambo la kuzungumza azungumze, awasalimie, eh basi lakini, naye ashukuru ba ashukuru huyu bwana, tumekuwa naye miaka mitano sio lakini, tumeingia pamoja sawa, eh kwa hiyo, na yeye lazima atoe neno, atoe neno la shukurani hapa, kwa vile yeye yupo, nisitoe mimi neno kwa niaba yake sio, lakini kwa niaba ya Dr. Samia tushawashukuru, ndio ili nilotoa mimi nikizungumza mimi vile vile Dr. Samia dali fanya nini, amezungumza. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa diwani, karibu Jimbo, ee. Ndugu zangu mimi sichukue muda mrefu, sababu ali saa 11 kamili Kirongwe tuna kikao saa 11 kamili pia, lakini haimaanishi kwamba ndio ikifika 11 kamili tuondoke. Hapana, ukasubiria angalau nusu saa hapa, lakini baadaye tuondoke nalo wenzetu, tukawahi kikao cha mwisho. Mengi amezungumza mheshimiwa mbunge, tumefanya mengi ndani ya miaka mitano, lakini nyinyi kwa thamani yenu mkakuona hapana, ipo haja ya kuwarudisheni tena ili tuje kuwatumikia tena ndani ya miaka mitano hii ya 25 30, na sisi tukaona sio, so, so, so, so, dhambi. Lazima mtu anayekufanyia wema anayefanya nini wema, kwa tumekuja kwenu, jambo kubwa alizungumza leuzungu, tuje kupeana pongezi au tutoe shukurani kwenu ya dhati kabisa ya moyoni mwangu kwamba mlipambana vya kutosha siku ya tarehe 29, ukatupambania sisi, hatukuwepo kuwepo katika vyumba vya kupiga kura, lakini mkaona hii karatasi ya mbunge inatosha kwa Mheshimiwa Kipanga, lakini karatasi ya diwani iwe inatosha kwa Mheshimiwa Msabaha, lakini karatasi ya rais inatosha kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na Mheshimiwa mbunge, nikwambie kwamba mimi nilikuwa mpinzani wangu atukapapajini, lakini nashukuru sana wananchi hao kwa upendo wao wa Chama cha Mapinduzi, kwa mshikamano wao wa dhati kabisa, wakaona kwamba vyama hivi tuviache, tuangalie chama kwanza, tuache undugu. Wameacha undugu, wameacha urafiki, wameacha ujamaa, wakaona kwanza CCM, chama ambacho kilichotupa matunda haya yote. Waliyozungumza yamefanyika ndani ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo wakaona ipo haja ya kumchagua diwani wa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo mimi sina cha kuwashukuruni kusema asanteni. Lakini la pili nawaahidi ni kwamba, baada ya kuapishwa kwanza tena kuwa kazi ya udiwani, nitakuja tena kwenu, sio ndio mwisho. Nitakuja kwenu, nitakuja na wataalamu wangu wa kata, nitakuja kufanya kikao kama hichi cha pamoja, kuja kuangalia yale yanayohusu kijiji tunatatua yale, ya mbunge tunatatua yale, ya diwani tunachukua kwenda kuyafanyia kazi. Na kama kuna changamoto yote inayohusu watendaji wangu wa kata hii hapo hapo atasimama naye atajibu na kama lolote la kulitatua